Tengeneza utajiri wa watu kwenye maisha, kutengeneza utajiri wa watu kwenye maisha. Sasa pamoja na yote utakayofanya, when you become a very good leader, una brand kubwa kwenye maisha yako, una understanding nzuri ya mambo ya business, pengine kwenye public speaking umejifunza mambo mazuri, lakini at the end of the day, lazima uwe na uwezo wa kubuild social capital au social wealth. Ujenge mtaji wa watu kwa sababu kama kila kitu unachokihitaji kwenye maisha yako utahitaji kutoa pesa ili ukipate, basi wewe ni maskini sana. Narudia tena, kama kila unachokihitaji kwenye maisha yako utahitaji kukinunua kwa pesa yako, wewe ya ni maskini sana kwenye maisha. Kuna vitu vingi unaweza uka own ukavimiliki ukavipata. E, nafasi nyingi unaweza ukazimiliki ukazipata bila kutumia pesa yako. Sasa unatumia nini? natumia kitu kinaitwa mtaji watu. Social wealth ni moja mtaji mkubwa sana ambao unauhitaji kwenye maisha yako, na kuna aina tano za utajiri ambao ningesema haraka haraka kabla sija narrow down kwenye hii social wealth. Ya kwanza ni ambayo tunaita financial wealth, utajiri wa fedha ambao wenyewe unazungumza uwezo wako wa kutengeneza na kuwekeza pesa zako kwa kiwango ambacho utakuwa na pesa zaidi ya uhitaji ulionao na is very unfortunate mi wanafanya sana hizi training za pre-retirement training, watu wanaokaribia kustaafu, na moja ya tragedy inayokutana nayo ni watu ambao amefanya kazi kwa muda mrefu, ame earn some good amount of money, lakini unakuta baada ya pale hajajitengeneza katika namna ambayo e, pesa inaweza ikamtumikia yeye, na kunakuwa na kilio kikubwa sana. So, ni hili ambayo natamani na uwekeze vizuri sana kwa sababu ukifanya kazi ukifanya biashara moja ya return kubwa utakayoipata ni pesa. Na pesa utakayoipata utaipata most kwenye form ya active income yani unabadilisha nguvu, muda na skill. Lakini lazima ifike sehemu ambapo unaweza kutengeneza passive income. Sasa hii knowledge au utajiri tunazungumza hapa, sio utajiri wa kuwa na nyumba nyingi, magari mengi, cheni ya dhahabu, sio umevunua viatu, sivyo vya milioni ngapi no. Tutazungumzia utajiri ule ambao unaweza ukazalisha pesa bila kulazimika wewe kutumia muda wako tena. Lakini aina ya pili ya utajiri ninadili ni physical wealth. Physical wealth inadili na afya yako, nadili na fitness, inadili na vitality, tutazungumzia issues za dieting, exercise na mambo yanofanana na hayo. Uh, na sasa hivi ni tragedy kwa sababu ukiangalia magonjwa yanaua zaidi sasa hivi ni non-communicable disease eh, wanaita lifestyle disease nta kwenye takwimu, vifo vingi havitokani na malaria, sio HIV, vifo vingi vinatokana na eh, magonjwa yale ambayo yanatokana na namna tunavyoishi. It's very important kuwa makini katika katika katika na yenyewe, again ni eneo unaweza invest zaidi ukapata maarifa zaidi. Nyingine ni uh, mental health. Mental health. Mental health. Okay? So mental health inazungumza juu ya uh, investment yako katika ufahamu Eh, Les Brown alisema kwamba the moment you open up your mouth you tell the world who you are. Muda unapofungua kinywa chako, dunia inakujua wewe ni nani, najua ikupe heshima au isikupe heshima. Ndio maana anasema mjinga aliyekimya huwa anaonekana ana hekima. kwa hata kwenye vikao, kama una kitu cha kuongea, tulia. Kila mtu anasema, jamaa alivyotulia huyo, eh, jamaa anatafakari sana, kumbe hamna kitu empty. Kwa hiyo kuna wakati kukaa kimya pia ni, ni njia ya kuonyesha kama una nini, una hekima pia. Lakini mental wealth maana yake ni uwezo wako sasa unaokuonyesha kwamba unaweza ukawa na ufahamu kiasi gani, unaweza kuvutia watu kukusikiliza. Lakini kikubwa kwenye mental wealth ni namna gani ideas zako zinaweza zika influence watu. Kuinfluence mtu maana yake ni kubadilisha mwelekeo wa maisha yake kupitia change of attitude behavior au mindset, ndo influence. Ndio maana unaambiwa kuna tofauti kati ya kuwa influential na unakuwa popular, au influential na unakuwa famous, yeah? Unapokuwa unajua papasi yako, aufanye vitu ili uwe famous, unafanya vitu ili uwe influential influential. not every famous person is an influential person is okay? Iliween, kwa hiyo influence unazungumzia uwezo wako wa w wa kushinda. Ndio maana wafanya biashara mlioko hapa mtakubana na mimi pia, unaweza ukapata celebrity ana wafuasi milioni mbili au milioni tatu kwenye Instagram, ukafikiri ukituma product yako aiposti, watu wengi watanunua pale na isilete matokeo yote. Kwa nini? He or she is a popular person, is not an influential person. sh islesoisoson, kwa sababu influence maana yake ni mtu ambaye anaweza akabadilisha mtazamo wa mtu anavyofikiri au anavyofanya. Alright? kwa hata na wewe eh, unapo work towards life mission statement yako ni yako zaidi ni kuwa an influential person eh, kwa mtu mwenye ushawishi katika mambo mbalimbali ambayo unayafanya. Tuko pamoja jamani? Alright. Then tuna social wealth ambayo hasa ndio nataka ni narrow down uh, social wealth okay. Na kwa masala muda, naomba hii ni niseme ni sahivi sasa, ili tuendelee vizuri. So social wealth, social wealth wealth tunazunguzia, yeah. Nini tunazunguzia? measure ya ability yako ya ku build na ku maintain meaningful connection with others, uwezo wako wa kujenga mahusiano na kuya maintain mahusiano yanayokusaidia ya wewe kutimiza malengo kwenye maisha yako. Hiyo ndio social wealth. Kwa hiyo tukizungumza social wealth, hatuzungumzi uh, idadi ya watu ulionao, na naomba mnisikize vizuri hapo, kwa sababu kuna hiyo perception ambayo watu wengi wasema, mimi na watu sikia wewe eh? mimi na watu wengi an, lakini social wealth sio number of people. No, no no, ni value of the, your contacts, ni thamani iliyopo katika contact ulizo nazo, connection ulizo nazo. Kwa maneno mengine, mtu mwingine anaweza kawa na watu watano, mwingine akawa na watu elfu moja alafu mwenye watu watano in terms of social wealth akawa very wealthy kuliko huyu mwenye watu elfu moja Ndio maana tunasema reduce your network, increase your net worth. punguza idadi ya watu wengi waliokuzunguka unaojuana nao, ongeza thamani ya watu walio katika sekta yako, na kwenye hii kozi tumejifunza kuhusiana na strategic networking. Sasa, tunakumbuka tulisema kuna type ngapi za network wanafunzi? Type ya kwanza network, tunahitaji watu namna gani, wanahitaji inaitwa network gani? Ah, niwaanzishie personal networks, ndio ya pili sopaka nanibia tutagadetleo kweli hapa namba vet vishikilio. Kwanza, personal network ambayo inalini na emotions zetu, inalini na watu ambao wanatupa emotion support. Then tuna nini? Operational Operation network. Kuna watu kama mfungwa simu nano fulani, lakini amna shida Right. Sasa na operation network. Watu ambao ndio wanafanya nao kazi kila siku, lazima kama suppliers wako, clients wako wafanya kazi unaofanya nao kazi, ah, watu wanaokusaidia kutimiza majukumu yako ya kila siku. And then number 3 tunasema nini? Strategic network. Sasa when we talk of social wealth, tunazungumzia strategic network. Na tulisema strategic network ni aina ya watu ambao kwa kuwa nao wanafanya vitu viwili vikubwa. Moja, wanakufanya ugain value in terms of pengine skills or experience ambazo zinakutengeneza kuwa mtu yule ambaye wewe unataka that's number one. Number two, ni watu ambao wanakusaidia kukusogeza kule unakotaka kwenda. Huyo mtu ndo namuita, huyu ni my strategic network. Sasa tunapozungumzia social wealth tunazungumzia thamani iliyoko nyuma ya watu tunaohusiana nao. Ndio maana wewe kwenye inbox yako sasa hivi nikuuliza, una contact za watu wangapi? Ukicheki hapo, kuna watu mna watu elfu mbili, kuna watu mna watu elfu tano, lakini ukipata shida siku moja ndio utaelewa kwamba hizo sio network, ni contact, na kuna tofauti kubwa sana. Unaweza kuwa umekusanya nini contact, lakini sio network. Siku ukiwa na uhitaji au uh, unatafuta opportunity au unatafuta kitu fulani, ndio unaanza kugundua kwamba kumbe sina network honestly, ila nina watu tu ambao nina namba zao nimejazana humu ndani na uh, huwa anasema ni vizuri sana kutofautisha kati ya kitu unachokiita network na kitu unachokiita contact. Contact ni watu ambao wewe unawajua. Network ni watu ambao wao wanakujua na ni makundi mawili tofauti ya watu; contact ni watu ambao wewe unawajua kwa hiyo nikiwa kwenye contact, nikisema huyu ni contact yangu, maana yake nimeshawahi eh, nimeshawahi kuwa na interaction na namfahamu. Lakini kumbuka sio necessarily kila unayemfahamu wewe yeye awe anakufahamu. Sasa yule anayekufahamu ndio unamwita network yako. <coughs> na nitakupa mfano mrahisi sana. Again wanasema, anasema kwamba sio shida sana mimi kutafuta namba ya mtu gani maarufu labda Mohamed Dewji for example, nikitaka kuipata ni sasa hivi naweza nikaipata, hata nikiwa hapa naweza kumtumia mtu message hapo, naomba atafuta namba ya Mohamed Dewji akanipa, na nikai save kwenye simu yangu. Nina namba ya Mohamed Dewji, nina contact ya Mohamed Dewji, lakini Mohamed Dewji doesn't know me, he is not my network. Maana yake ni nini? Hata ikitokea kuna sehemu anahitajika mzungumzaji au trainer, kama hanijui hawezi kunipendekeza the manake there is no value in that contact. Manake it is not a network. So kama unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri eh? Yeah. So tunapozungumza social wealth, atuzungumzi tu kujuana na watu, tunazungumza watu kukujua wewe na wanakujua nini? Sio kujua jina lako, sio kukujua ulisoma chuo gani. Hapana, wanajua vitu viwili: the problem you can solve and the value you can add wanajua tatizo unaloweza kutatua na thamani unaoweza kuiongeza. Maana yake nini? Wanapokuwa wamekaa maaripoti pale wakaanza kudiskas, tunahitaji gauni la harusi, bikozi wanakufahamu watasema, hii hapa mtafute mtu mita fulani. Tunahitaji keki ya sherehe, tunampika keki huku ndani nafikiri, tunahitaji keki ya sherehe, jina lako linaanza kuja mapema kwao. Hapo ndo tunazungumza huyu hawatu ni nini, network yako lakini kama wakiwa wanahitaji kitu ambacho wewe unaofa, na bado jina lako haliingii kwenye akili yao kama priority au option number 1, sio network yako my friend. Hao ni watu ambao mnajua najua na huko duniani, lakini usijivunie ukasema mimi na network kubwa. Ndio maana ukianza kujikagua, wakati mwingine unaweza ukajikuta kuna network kabisa hapa duniani, una wafanya kazi wenzako una nini, schoolmate na nini, una network Yani, upo tu ukikuliza, ah, mimi na watu na vitu. Ukiangalia mambo hayaendi. Kwa nini? Kwa sababu watu ulionao is not your network. Even, unafahamu kuna mtu unaweza ukamtafuta mwaka mzima, afu kuna mtu ukakutana naye akapiga simu tena nyingine send so message. Message moja tu na ukampata. Sasa lazima uwe na watu ambao wanaweza kukurahisishia safari yako ya kuwa connected na watu. Usifikiri watu ni wagumu hivyo kuwapata na baraka Mungu anipendi wa ah, una watu tu. So moja ya kitu ambacho nataka nikupe kama changamoto ni kuhakikisha una build your social wealth intentionally. Ujenge mkakati waku, wako wa kuwa na utajiri wa watu ki, ki maalum kimkakati. Unaweza kufikiri una watu, my friend, siku matatizo ya namna hiyo yakikutokea ndo unaelewa kwamba I say kumbe watu wengi ndio kwa nafikiri wanaweza kujitoa kwa ajili yangu huwa sio watu ambao wanaweza wakajitoa kwa ajili yangu. Na mitandao ya kijamii inatudanganya sana kwa sababu tunafeel kwamba tuna watu wengi, lakini uhalisia ni kwamba unaweza ukakuta hauna watu kabisa. Kwa hiyo jaribu kuangalia kwenye seko yako watu ambao wanaweza wakajitoa, kasema kwa kweli mimi naweza nikastopisha vitu vyangu kwa ajili ya huyu mtu nimsaidie kwenye hili jambo. Naweza nikaacha mambo yangu nikajitoa kwa ajili ya huyu. Watu wengi wanawakosa watu wa namna hiyo na unawahitaji uwe nao, kwa sababu at the end of the day, kuna wakati kinachohitajika pale ni physical presence ya mtu katika kitu ambacho nakifanya. Unaweza ukajoin these specific social clubs, usijoin tu kila kikoba, my friend, mwenye kuna vikoba ni matatizo. Angalia tu story mnazopiga ndo utajua kwamba hapa, sio hichi, sio kikoba hii, ni matatizo. Kikoba sio kazi yake kuweka hela tu, kikoba ni kutengeneza community. Uko kwenye SACCOS ni community kwa hiyo angalia community ambayo ina represent value zako, inakupeleka mahali, inakupa value fulani katika unachokifanya. Pili, unaweza uka attend community events, that's what I do also, kwa maana najua kwa mwaka huu nitafanya training hii, nitaenda kwenye matukio haya, nitalipia hii course. Nitafanya hivyo ndivyo unavyobidi, kwa sababu kirimena ile siku yako tu ya kawaida uliyozoea, hakuna mahali utaenda. Kwa hiyo angalia um, community events ambazo mwaka huu kwa mfano uta attend ni zipi? na pay the price. Hivi unajua kukutana na watu wakubwa unahitaji kulipia gharama kubwa sana, na huwa naambia watu ni rahisi sana ku, kupata contact ya mtu ukiwa kwenye event kuliko mahali pengine popote. Juzi juzi hapo nilienda event moja. Kuna mtu alinialika alikuwa anafanya sherehe yake, alialika na viongozi viongozi. Kulikuwa kuna kiongozi mmoja ambaye alikuwa anamtafuta sana siwezi kumpata. Fortunately, tumeenda tumekaa tumewekwa high table na akaja akakalishwa hapo, tuanza kupiga story. Na mkiwa ah, na pale unaona kila wote ni sawa tu. Unajua ukisha kwenye event kama hii, amekuja na basikeli, nani siyo amepanga, nani siyo hana hela, hakuna anayejua. Zile events zinakufanya wewe uwe level moja na wale Yani ndo kazi ya zile sehemu. Kwa hiyo unapoenda kuatendi pale, hakuna mtu atakuuliza we ni nani. Ukisha pia tu pale, kila mtu anajua ni size yangu, kwa hata point zako. Ndio maana ambega, tukisha kwenye matukio kama haya, usiongee sana, kwa sababu ukiongea sana, wataanza kujua wewe unge tu kwa entertainment. Ah, yes, yes, I know I know. Hivyo unajiongezea tu vipoint hapa na pale, kwa sababu kwenye haya matukio pia kuna code, kuna vitu vinaitwa language code kuna lugha zao wanaziongeaga yani ambazo kuna namna ukiongea tu unajua sio mwenzetu acha kuongea na simu kwenye matukio kama unaongea na simu hello so, we na fitu fitu fitu. <gsukutu> ah ujifungia kuku fungia mapema ah ongea vitu ambavyo vina make sense sasa so, watu wanaongea mambo makubwa wao wanakuja na vitu vidogo vidogo ah simu tulia kuku siri kuku mmoja akipotea kuna sawa gani bwana <laughs> <laughs> Online communities. Join online communities. Na watu wengi sana wana appreciate sana watu wanaojitolea. So, get time to volunteer yourself. Unafanya vitu kweli vya hela lakini tafuta vitu vya community ambavyo watu wanaona umeshiriki. Si umeenda kwenye watu wa timu, si unakuwa mali ume participate, jamani tunafanya jambo fulani. People appreciate those things so much. Wanajua ujamaa kumbe sio tu ana utu, kwa sababu watu wanapenda sana ile hali ya utu, dignity. Eh, kwamba huyu mtu anapenda watu, wanapenda sana hivyo vitu. Kwa hiyo fanya hivyo vitu na huko on the cause, vitakutengenezea pia opportunity kubwa sana. Ni muda wa kuchukua nafasi yako na meza ya HW, kuwasilishe kwako kwa kwa mawazo yenye tija, kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengia uwezo wa kufanya